<laughs> Mambo. Hamna. Hamna mambo yote hapa. Kwa nini hamna? Ah, tumekosa, tumeangalia hamna mambo aina moja. Eti, eti Kipotoshi anasema ni wewe ni mtu wa mizigo. Nani? Kipotoshi anasema ni mtu wa mizigo. Eh, mimi ni mtu wa mizigo, tunasafiri. Mtu wa mizigo. Eh, na mikoani tunatuma. Najua wanawake. Najua mnajificha ila nyinyi ni kapo nzuri sana. Mungu awabariki. Kipotoshi umeelewa? Jarewa. Ila naomba tu Mungu abariki kapeni ufike mbali. Kuna vitu fulani unanukia hapo, Kipo, eh? Ni perfume ndugu yangu, unamtamani, ni lips za Kipo baby, kuna na wewe ni binti mdogo. Unapoingia unapoamua kuingia mahusiano na na dikini mimi mwenyewe mpenzi wangu alikuwa ananiita kakaangu, lakini sahibi ni ah, subiri, kabla mjaongea, mna leseni? Uyo anauliza ya nini? unayo aliyoandika ile ni very mature, okay. Kwa serikali inabidi iangalie nambaarie kushika kwanza, mtupe neno moja hapa, umesema Imani Imani Luvanga, hmm, message aliyoituma kwa serikali itabidi waitafakari. Yaani yeye Imani Luvanga ametuma message kwa serikali. Ah. Yaani ametuma serikali yeye kama nani? Kama mtu ambaye anatamani kutusaidia sisi, ah, content creator kwa mamlaka gani? Sio kwa mamlaka. Hmm. Yeye ni mtangazaji pia. Alafu yule unajua anatokea nyanda za juu kusini. Nani yuko nyuma yake? Hayuko nyuma mtu yeyote. Eh. Labda wewe kama ulivyokaa nyuma ya lift <laughs> hivi. <laughs> Nini Juma Hariki. On a serious note, kipotoshi. Kipotoshi. Ah, kipotoshi. Kuna watu wanaweza kuwa wanajiuliza. Ni wa, content creators wanaona hii hamsini ni kubwa au vipi? Kwa sababu sisi from... tunasikiaga mna blog oh, imefanyaizia milioni 4 ni ya nini? Unajua mimi sielewi. Okay, wamesema hivi ninatakiwa yeah. kulipia shilingi ya hamsini kwa ajili ya leseni ya kulipa, walikuwa wanalipa wali, yani ndo inaingizwa nini? Content creator? kwa mwaka kama mpya yani. uh, sasa unajua serikali uh -huh. kuna comedians jue, kuna watu okay, wa vituko okay. Sasa kama mboneke wapi <laughs>

hata familia yenyewe haiamini kwamba eti ameendelea kwa, kwa ujinga hey. hey. Mtu wa tatu Kidege oh. Kwa sasa hivi namuona Koi pia anachokifanya Koi Siya, yaani mimi yaani nashindwa kuelewa kama kwa CEO kwa kweli. Koi anapoelekea anajivunjia heshima. Nani yule hata zoena akubadilika hivyo? <laughs> Labda tu niwaambie hii <laughs> bilioni mbili ya makona itatutoa roho. Yaani hii bilioni mbili ataaa kuna watu wataacha kazi zao za maana kuja huku. Mimi najua. Kuna watu wataacha <laughs> kazi benki watakuwa content creators. Kila kipo hujajibu swali langu. Okay. Swali langu ni kuwa wewe ume jamani ume, ume cement <laughs> tunapita kwenye maandaki ndio maana kuna giza. Kwenye maandaki jamani. Ehe. <laughs> Wewe ume cement hoja ya Imani Luvanga. Yeah.

Anasema anajua bilioni moja, bilioni moja nukta tatu Sasa eh, imeshakata eh. So, so, tuendelee kwenye swali langu. Swali ni kwamba watu wanajiuliza hiyo elfu hamsini ni kubwa sana, ni kubwa sana kwa sababu gani? na kama ni kubwa yaani hivyo ni kwa nini, kwanini tunasikia yes, mnaingiza milioni tano sio milioni ngapi? Eh, kwa sisi ambao yani tumesoma... no, kuna mtu anasema mimi nikifanya content moja naingiza milioni tano kwa sisi ambao tumesoma yeah economy uh, economy ah, mimi mimi naondoka kama tena bookkeeping, commerce na accountants, sawa eh. Kwa hiyo kwao unapaswa kuniheshimu kwa haya mahesabu ya ya VAT, najua mambo ya debt authority, jamani aongeaaongea ah, niongelee kitu kuhusu ile hela ni kubwa sana yeah. Unaona, alichokielezea kile, kwamba akatoa mfano mzuri, kwa mfano nchi ya Kenya yeah. Akasema Kenya wameingia makubaliano na Meta kwa ajili ya content creator, kwenye baadhi ya platform kama Instagram, YouTube na, na k kusaidia au content creator. Ametoa mfano kwa mwaka jana, content creator wa Kenya wame, yaani wamechangia pato la kama bilioni ngapi hivi kwenye nchi yao, kwa sababu wao wenyewe pia wanaokota. Sisi hatuna hiyo access, kwa unaponitengenezea mazingira ya mimi kwamba nilipie, alafu amna ambacho na ki, na ki provide inakuwa ni kipengele. Kwa kwanza, wao itabidi watengeneze mazingira mazuri kwa ajili ya sisi ili waweze kpisha yani, unaona kwa mfano watumishi wa serikali si wanalipwa mshahara, alafu wao wanakatwa sijui watu huko enye sesefu na nini nini huko, wanawake awalalamiki kwa sababu wanalipwa. Sisi hatujaandaliwa wote wa content creator, kuna ambaye ameandaliwa? Sisi boda boda, unakuwa comedian ya kukosa ajira, sio kama tumeandaliwa sisi, hatukujua sasa. Unapoamua kutengenezea yani mazingira ya kodi na nini, kwa wakati wewe hujatuandaa kutengeneza mazingira mazuri. okay, tunapita U, kwenye andaki Rubanga alikuwa anajaribu kutuongelea kutu, kutu, sisi, lakini sasa ambao anawaongelea wako laibu muda wote, kwamba wanatakiwa wajisajili, kwamba waaela ili watengeneze hela. Mimi sisemi <laughs> uh, hatuna lakini industry ya content Tanzania bado inapambana bado inajitahidi kujikwamua. Hata kama kuna mtu amepata hela, sio wote, ni mtu mmoja au wawili watatu, ambao bado wanahitaji kusimama, they are not stable enough to brag kwamba ni watu waliofanikiwa, kwa sababu wanunua magari mawili. Uh, ni kukosa tu mpango, kwa sababu ile yote ni liability. Kwa sababu magari yote yale inabidi ayahudumie, kama ameyanunua ame kwa sababu ya biashara mimi napenda okay, maendeleo kwa sababu ni mtu anafanya biashara, lakini kama amenunua tu kama kuendesha ndesha kufanya mambo ya kusaidia, kama watu ambao tumesoma sasa economy na kujaja, huyu kazungumza <Remoics> kama ni liability. Kuna asset liability na nani asset liability, kwa hiyo mdogo wetu ni anaitwa Hey, jamani ina maana makarei ni makubwa kiasi. Anyways, jamani, kaka yangu Riki ameshika simu kwa mda mrefu, wamechoka, utawatafuta baadaye, lakini kwa kifupi ni kwamba safari ya content creators na watu wote wa maudhui Tanzania, bado wanahitaji safari ndefu. Tunahitaji elimu ya kutosha kwanza, elimu ya kutumia mitandao, elimu ya matumizi ya pesa tunazopata kutokana na mitandao, elimu ya uchumi, business and everything, kwa sababu mitandao ni zaidi ya biashara, sio tu kuonyesha show ile show business na sifa na nini, kwa sababu watu wakishajua unamiliki nini, watu wakishajua una uwezo nini, kinachofuata ni consistency ya ile biashara ambayo wewe umeianzisha. Na delivery ya ambao ya, ya, ya, ya ya content unatakuwa kuifanya na biashara inadumu kwa muda gani, unaelewa. Watu wengi wanatamani kuwa kama Diamond kwamba wa sustain game kwa muda mrefu, lakini alichokifanya na ambacho watu wanataka kukifanya ni vitu vile tofauti, unaelewa. Sababu ukiangalia kwa mfano kama Diamond amefanya vizuri kipindi ambacho social media haikuwa vizuri sana sasa hivi tuna nafasi kubwa ya kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo, tunahitaji kwanza kuwa na semina za kutosha, elimu ya kutosha, jinsi ambavyo tunaweza tukatumia mitandao, tukatumia uh, serikali yetu tukatumia wadau wa wadau wa, wa, wa, wa finance wadau wa maendeleo kuona kwamba tunaweza tukafika mbali kiasi gani, lakini aa mambo ya kuonyeshana, huyu anamiliki nini, huyu anaweza nini, yatakusaidia tu kuonekana kwamba unawe, una hela au lakini ni kama Big G, itaisha utatafuna, utamu utatema, mm. Lakini cha muda mrefu ni kwamba unaiachia nini uh, sanaa inayofuata. Kwa sababu sisi tumepokea sanaa kwa kina babo wa kina nani, majuto majuto, hajawahi kuingia TikTok kama beisha hapana. Sisi tumebahatika kuingia TikTok na kuna vizazi vinavyokuja, e yeah, tunawaonyesha kwamba ni magari na nyumba peke yake au kuwa na biashara ambayo itakuwa ni ya muda mrefu ambao wanaweza wakarithi na watu wengine. Kwa hiyo tunatakiwa tutengeneze urithi wa biashara ya content ambayo mtu yote akija hata miaka mia ijayo anaweza akatukumbuka na akatuenzi na akapata uraisi wa kufanya biashara yake ya content. Lakini mimi I support watu waonyeshe walivyonavyo, wasanii wanachoweza kufanya. Lakini baada ya miaka kumi nitataka tukutane tena hapa, tuonyeshane tena kwa sababu ukiangalia sasa hivi sanaa ya Bongo Flava miaka kumi iliyopita walio trend na wanao trend sasa eh. Tuko kwenye maandazi, mkono nauma eh, achana na, <laughs> ah, na <laughs> Waza okay, mimi nafikiri uh, inatosha eh. Mungu awabariki sana, nawapenda sana comedians, wachikishaji wenzangu <laughs> content creators, tupambane jamani, fursa <Yeah. jema>. <laughs> Ndio hiyo serikali iko wazi inaweza ikatusaidia ambaye yuko tayari kupata huo mkopo akachukua mkopo, kama uko tayari, kama ni mlipaji. Lakini lakini <laughs> <laughs> kama unakimbia kimbia kama mimi nitajua mwenyewe, lakini muda ndo huu, muda ndo huu.